Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu ambaye unanisikia wakati huu tena, na ningependa nianze kwa kusoma Biblia takatifu kwanza kabla sijaendelea. Ukisoma Biblia takatifu katika kitabu cha Mithali ile 28 pale, Mithali 29 pale, na ule mstari wake wa pili, wa pili pili kama sio watatu pale, anasema Anasema kwamba, anasema kwamba mwenye haki akiwa na amri watu hufurahi, bali mwovu atawalapo watu huugua. Mwenye haki akiwa na amri watu hufurahi, bali mwovu atawalapo watu huugua. Yani, akitawala mtu mwovu watu wanaugua sana, watu wanakuwa na vilio sana, watu wanakuwa na mateso sana. Sasa kabla sijaendelea kidogo kabla sijaendelea kidogo, hebu msikilize huyu, msikilize huyu mwanasheria mkuu aliyeapishwa, mwanasheria mkuu, alafu tuendelee. Lakini tukio lilotokea tarehe 29 kwa kweli ni changamoto ambayo tunahitaji fikra mpya, kwamba kumbe jambo kama hilo linaweza likatokea na kukawa na uvunjifu mkubwa wa sheria wa kiwango kile. Tumeona mali za watu binafsi zimeharibiwa, tumeona mali za umma zimeharibiwa, include yaani gari la ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali linachomwa moto. Haiwezekani, si ndio? DG, ndio nimeambiwa kwamba na, na gari letu nao limechomwa moto, dereva kakimbia Lakini wanasheria sisi tuko mahiri, najua tutakuja na solution nzuri kule kwenye MTC kule. Tunataka tukafikiri namna fulani ili tuweze kuishauri serikali vizuri. Najua watu wa, wa, wa, wa, wa, wa vyombo vya ulinzi na usalama, na wao wana sehemu yao, na wao watafikiri kivyao, lakini sisi hatuwezi tukasema kwamba lile ah, ni swala ya kiusalama tu. Hapana, lile ni swala ya kisheria ni sheria zimepuuzwa, zimevunjwa. Tena Mwanasheria Mkuu wa Serikali ametoka amezungumza kwamba mkifanya hivi ni kosa, wameenda kufanya. Kwa hiyo nilisema nianze na hilo, kwa sababu baada ya kuapa pale nimeitwa na nimeshapewa majukumu, mmoja mojawapo ni hilo, kuliangalia hili kisheria, lakini wameniongezea na kidiplomasia. kwa hiyo basi, lakini uzuri sisi tuna watu mahiri, tuna watu mahiri, yani kuna watu wana akili sijui kama kitu gani. Wanachohitaji wao ni guidance and that leadership that is required, feed them bas, motivate them, hiyo solution itapatikana ya kisheria, na hata kama ya kidiplomasia. CPD yupo, DPP yule pale Katibu mtendaji yupo kwenye masuala ya sheria, solicitor general yupo. Katibu mkuu wetu huyu hapa, so humble, very passionate, katibu mkuu wetu na naibu katibu mkuu. Kwa hiyo sisi tukae tu, wala tusivunjike moyo. Limetutokea jambo lile basi, sasa tutafanyaje? Ndio hivyo, watu wamekengeuka. I don't know what happened wakafanya hicho alichokifanya. Kwa hiyo lazima tuje na solutions za kisheria. Haiwezekani mtu mmoja amekaa nje ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, dada tu, hata ukimwangalia pia, rais yake anawaambia watu wakafanya hivyo, na wanaenda kufanya kweli, alafu imetokea anaanza kutamba, anasema bado nitakuja kivingine. Lazima tumkamate. Mimi nakwambia DPP huyu, lazima tumkamate, tuangalie kama tuna extradition agreement with the United States of, tuangalie tu, tutafikiri tu, lakini awezi yule kututambia kwa kiwango hicho. Yani ana admit kwamba hicho yeye yeah, ameinjinia kukifanya, na bado atafanya zaidi. Mwanasheria Mkuu wa Serikali, badala ya kwamba tulitarajia, niseme ya kwamba ataonyesha hisia na uchungu juu ya watu waliokufa ataonyesha hisia na uchungu juu ya watu walio waliojeruhiwa, lakini unaona uchungu mkubwa ameupeleka kwenye, kwenye gari iliyo iliyoharibiwa, gari ya mwanasheria iliyoharibiwa, gari yao iliyoharibiwa, na namna watakavyomkamata Mangi Kimambi, namna watakavyomshughulikia Mangi Kimambi. Unaanza kuangalia ina maana hawa waliokufa hawa waliopigwa wa, walio risasi wenye majeruhi, ina maana hawa, yani hawa hawa hawa yani, hamuwaoni, hawawaoni, na ndio maana hawawazungumzii, na ndio maana hawawazungumzii. Mtu wa Mungu wewe unasha, unajiuliza, unajiuliza, wanasema kwamba eti waliokufa ni wageni kutoka nchi za nje, nchi jirani. Unaweza kujiuliza, hivi hawa wanatuonaje? Hawa hawa wanawaona watanzania ni watu wa namna gani? Mimi kama mtumishi wa Mungu ninawashauri wenye mamlaka. Biblia ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, katika kitabu cha mwanzo e, Kaini aliambiwa na Mungu ya kwamba je, ukitenda vema hutapata kibali? Kaini aliambiwa na Mungu baada ya kumgazabikia ndugu yake kwa nini amepata upendeleo kwa Mungu? Kwa nini amepata kibali kwa Mungu? Mungu akamwambia, kwa nini uso wako umekunjamana hivi? Ukitenda vema wewe hutapata kibali? Ukifanya vizuri wewe hutapata kibali? Sasa njia ya mtu kupata kibali ni kufanya vizuri. Njia ya mwanasiasa ili upate kibali kwa watu ni kufanya vizuri njia ya mtu wa aina yoyote iwe ni, ni, ni kwenye ngazi za familia ili upate kibali ni kufanya vizuri. Sasa nyinyi watu wa Mungu mnafanya vibaya sana kwa watu mnafanya vibaya sana kwa watu. Kitendo cha kuambia watu wetu waliouawa ni, ni, ni, ni, ni watu kutoka nchi jirani, unaanza kujiuliza hao watu kutoka nchi jirani walisafiri kutoka kwenye nchi zao mpaka Dar es Salaam, mpaka Dar es Salaam wakaandamana wakapigwa risasi hapo mipaka ilikuwa ina, yani askari wa mipakani walikuwa wanawaangalia tu, jeshi linalolinda mipaka lilikuwa linawaangalia tu, askari wanaoshughulikia na masuala ya uhamiaji na nini walikuwa wanawaangalia tu. Unaanza kujiuliza, awa wanaosema ni watu kutoka nje ya nchi, awa watu walitoka wakaenda, wakaenda, wakaenda Mbeya, wakaenda na mikoa mingine hasa sawa, tukijiuliza tukisema mikoa ambayo iko mipakani, unaweza ukasema labda walivuka kwa njia za magendo, ndio tunaweza tukakubali kudanganywa hapo kwamba walivuka kwa njia za magendo. Lakini ile mikoa, kwa mfano kama Dar es Salaam, Dodoma, wapi? Unaanza kujiuliza hivi, kuna, kuna, kuna imepakana na, na, na, na, na nchi gani? Imepakana na nchi gani pale? Watu wa Mungu, ifike hatua, watawala mukubali. Bibilia inasema wenye tamaa ya mali huondoa uhai wao walio nayo. Sasa mali ya Tanzania ni, ni, ni ya watanzania wote. Rasilimali za, za Tanzania ni za watanzania wote. Sasa kuna kundi, kuna watu, kuna jamii ya watu wenye tamaa ya hizo, na ndio maana huondoa uhai wao walio nayo yani, wanaondoa uhai wa wenye ile mali ili waipate ili waimiliki ili waitawale. Bibilia ina akili kuliko mwanadamu yoyote, hata wale ambao wanasema bibilia sijui ni kitabu cha nini na nini na nini vyovyote vile, lakini bibilia ni kitabu chenye akili kupita akili za watu wote na ndio maana ziliyajua yote hayo, iliyajua yote hayo, ikasema: e, wenye tamaa ya mali huuondoa uhai wao walio nayo. Enyi watawala, enyi wenye mamlaka, tuna wasii ya kwamba sisi kama watanzania tuna maumivu mengi sana, tuna maumivu makubwa sana juu ya ndugu zetu, juu ya rafiki zetu, juu ya wazazi wetu, juu ya baba zetu, juu ya mama zetu, juu ya dada zetu, juu ya kaka zetu juu ya ndugu zetu. Mimi kama mtumishi wa Mungu, tena ninawasi, kwa kufanya hivyo mnaongeza hasira kwa watu. Kwa kufanya hivyo amtulizi mambo kwamba eti waliokufa sio wa, sio wananchi wa, wa nchi ya Tanzania. Tumieni akili zenu vizuri. Mbona, mbona ni kama hamna akili hivi? mnayafanya mambo ya watu wasio na akili. Mnayafanya mambo ambayo ambayo, ambayo wanayoweza kuyafanya mambo ya namna hiyo ni wajinga tu. Tunawasii watu wa Mungu, tunawaonya kwa neno la Mungu, tafakarini Badilisheni namna zenu za kuendesha mambo au za kuyapeleka mambo. Hamwezi kuizima haki kwa njia hiyo, hamwezi kuizima haki kwa namna mnayotumia, bali mnaweza mkapoteza wengi wengi wengi. Mfano ni kipindi hiki ambacho mmeua wengi, lakini ilitarajiwa wenda kwamba watu watanyamaza na kuogopa, lakini Unaona, bado watu wanaendelea kuongea, bado watu wanaendelea kuongea na watu wanaendelea kuonyesha ni namna gani tutaanza, tuanze. Watu wanaanza kuwaza njia nyingine itakayowatoa katika mikono yenu nyinyi musio na huluma juu ya taifa. Neema Yesu Kristo iwe juu yako wewe uliyenisikia, na Mungu akubariki akupe moyo wa kubadilika, e, mtawala mwenye roho mbaya katika jina la Yesu Kristo. Amen.